Kazi ya mwaka huu ya kwanza ni ya kiroho, kuwainjilisha vijana, kuwainjilisha vijana. Tumejiwekea hilo lengo kwa sababu kwenye mpango mkakati wa jimbo, strategic plan, mpango mkakati wa jimbo katika lengo lake la kwanza uinjilishaji wa kina, uinjilishaji wa kina. Mwaka jana tulijikita katika kutaka kutokomeza uchumba sugu, tulijiwekea lengo kabisa, tunataka kutokomeza uchumba sugu kama sehemu ya uinjilishaji wa kina. Kwa hiyo mwaka jana tulifanya jitihada za kila aina, semina na mbalimbali vitani kwa ajili ya kuhamasisha hawa watu wanaokaa kwenye uchumba wafunge ndoa, mpaka ikabidi ni ajili kuwapa chakula, wali eh, nyama na nini na ipo vikao utio fulani fulani vikutia kuzoni, wengi kweli wana hawana uwezo wa kuvanua ndoa kwa sababu hawana hawezi kufanya sherehe. Kwa hiyo tulifanya sherehe za pamoja kadhaa, moja kubwa zaidi apale Kurunyembe tarehe 15 mwezi wa nane mwaka jana, nilitoka nitokani zalio siao kufikisha ndoa nyingi kama siku hiyo. Nilifukisha siku hiyo ndoa mia moja na moja, yani mia moja na moja. Kwa hiyo ilikuwa ni sehemu ya kampeni yetu ya kutokomeza uchumba, eh lakini basi nikafungisha tena ndoa nyingine ndakawa 44 siku moja kwenye Misa moja. Siku nyingine nikaenda kufungisha ndoa uko um, e, Rwanda na ndoa ishirini na mbili. Kwa hiyo kuna ndoa makundi makundi mengi sehemu mbalimbali zifungwa kutokana na jitihada au mpango kazi tuliojipangia e, watokomeza chumbasu. Kwa ujumla mwaka jana e, tumefungisha ndoa elfu moja mia moja na sitini na tano. Kumbe tumeona tumefanya kitu. Kutokomeza kabisa, bado wapo, lakini tumewapunguza kwa kiasi kikubwa. Sasa mwaka huu katika mpango huo mkakati, strategic plan, bodi hiyo lilo namba moja, eh, uinjilishaji wa kina, tumeamua tuwekeze kwa vijana kwa mwaka wa elfu mbili na tunawekeza kwa vijana, tutatumia kila mbinu, semina mbalimbali, mikutano, makongamano, ili tuwainjilishe vijana. Kwa hiyo ombi langu kwenu, watawa, naomba mnisaidie katika kampeni hiyo kuwainjilisha vijana. Niliwaambia ndugu zangu wa Don Bosco ambao wa karama yao inahusiana na vijana, watupe hata mbinu za kuweza kuwakamata vizuri vijana mwaka huu. Kwa hiyo naomba wataa wote tushirikiane katika jambo hilo.